Hali ngumu juu Ramadhani ya mwaka jana mwaka juzi, kwa tunaalikana, lakini Ramadhani ya mwaka huu huwezi amini. Mimi mfutulisho huu niopata kwa sakina ulioka ngali ngali. E, sina rangi nene kanti zi mzuzu, rangi yangu ni moja tu ya chocolate, rangi ya kumpendeza mtu yoyote hadi mzungu. Rangi yangu ni moja tu ya chocolate rangi e, ya kumpendeza mtu yoyote eh? E, hadi mzungu mimi nikafikiri kwenye mambo ya kuigiza nimekuja kwa Lamata. E, U, u, u, u mchezo unaendelea. Mchezo pia nimekuja leo, maana nimefanya kututuswa nimetutuswa kaka Kiloba. Nilikutana na Amina leo onafutarisha ngaringari yeah. Nafutarisha siku ya kurehemu na siku ya kucheza na kufuturu na watoto marehemu, yaani watoto waliofiwa na wazazi wao, kwa hiyo tukakutana pale wasanii kwenye mwaliko basi nimekuja na Isha Mashauzi. Hey, tukitoka hapa kwenye mpira sawa, twendeni, sio hivyo? Kwa hiyo nikamkataa mda huo, naenda kuangalia mechi, sio shida zangu. Mpira ni kutoka damuni au kwa sababu tu chama lako lipo ndio maana unaamua kuja kusupport? Ah, mimi mpira nilikuwa natazama toka zamani, mpira wa makaratasi nyumbani Umenielewa, daga uwanjani, timu zetu za Uswahilini, kaka zetu, sababu kuna mtu na mawazo, na eh. okay, na timu la mata rudi mm, kwenye timu za ligi kuu hivyo sisha kwambia timu yangu la mata. Sasa unaniambia ligi kuu. Ligi kuu ipi? mimi we huogopi. Sasa neno langu namwachia nani? na liko wapi tikiti bovu liko oh, shambani mwako. Hey, na mimi wale familia yangu, na mimi wale kaka zangu, na mimi ndo dada yao wa mjini, dada yao pambe, na shukuru kwa Mungu, jina umechukua klabu bingwa ya Yanga, na poizungumzia Yanga na izungumzia klabu na mzungumzia paka baba yako kama kafa, yeah. na mtaasisi ujue, na izungumzia mimi babu yangu china duku la marehemu, na mzungumzia baba yangu Ahmad yeah. Salum, na mzungumzia mwanaisha Ali, msimu umeelewa? Ndio maana unavoambiwa Yanga ni yeah. e taasisi klabu bingwa ya Yanga. Tari nane watu nini wamewakimbia bwana. Bwana wewe. Ni mwenye tari nane, niko kwa naumwa. Kwa naumwa, ndio maana sikafunga. Ni kwa naumwa, sababu ya kuumwa Simba alikuwa anacheza. Kwa hiyo sisi wanawake Simba tukicheza. Haya mko na mfungo tena hapa, na maana hizo mfungo wangu ni zote tatu hizi nitazilipa nitavyojua mimi mwenyewe. Ila leo leo mpiga mtu sita kule na wakasema kwamba ole wewe, ile zile ziko za kwenu nini? By force by king tunao. Yaani by force by king. Sisi nasema kwamba mchezeni nao tena. Kistahili tu. Si wanavyotaka si ndio, tunavyopenda na kuja, sio tunavyopokea, au kikataa, na sisi sio shida zetu. Wakipenda na sisi tunataka. Wakituona na nini, sisi tunaona wao kazi gani? Habari ya mjini ndio hiyo. Eh, tutakutana stendi. Kila mtu anapanda gari lake kama Buguruni, kama Mbagala, kama Temeke utajua wewe. Sema jana anawaambia kwamba msipovunja kanuni na usika magoli matano au sita wanalipa. Wanalipa. Kwa timu nyingine yani, watavyoshindana nao au yeye, kama msipovunja kanuni mmoja, mnaenda kulipa. Yaani, magoli mimi wafunga kipindi hicho. Twende tuone. Muda tunao bado, tupo tusubiri hiyo siku na hiyo tarehe. Na wewe unaona nini? Turudi kwanza, unaona nini? Kesi ya Nicole inaendelea huko mtaani mm. na kashikiliwa mm. na vyombo vya dola kwanza. Yeah. Mimi nimesema kwanza, imependeza kwa sababu binadamu sisi jamani, kuna watu yeah. wengine wanafanya kazi kwa waindi yeah. mtu anafanya kazi site, ana watoto wake, mtu anapocheza mchezo anakuamini kijumbe yeah. Ela inauma yeah. tunasikia mtu kapigwa jiwe, kadondoka hiyo

Sio, umetuelewa kipengele hicho; hiyo ndio hela ilizotumiwa. Oh, sasa ile dala kwa nini sikibu mnada alioonyesha na ile nyumba, watu wakapewa hela zao. Jamani, kama una mtu anaweza akampiga mwenzie jiwe kwa bahati mbaya afu akalala. Hela inauma, hela tamu, afu hela ina afu hela mtu aogope. Wewe, wewe mbona hela mtu aogope? Hela mtu hajaiogope ile dada kiboko. Mimi hela yangu by force by king. Yaani yule ungekuwa namdai tena kila atakapokutana mimi naye tunapigana. Hivi hajaikuwa mshikaji wako yule? Eh? rafiki yako wa karibu, lakini kwenye swala hili jamani, sisi wanyonge hali zetu za chini yeah. Tupo hela za watu watatoa kistahili yoyote, watu wanachangia eti watoe kule kwao. Sasa kwa nini wasichangia watu wakapata hela zao kwa wakati? Kama kwa kweli waungwana, ni kweli wajafanya baya, nzuri tu, lakini wachukue kidaftari chake, sikijumbe na kidaftari yeah. Jeff Mamaasha nakudai, aya mama machapta kibamba mpishi helake alikuwa anakupa kwa wakati ndio. Bei gani anakudai milioni? Wapige mahesabu, ipatikane hela, au wadau wachange, ipatikane hiyo hela. Waitu wale watu hata wapunguziwe, huyu anadai milioni apewe hata laki nne, huyu anadai laki tano apewe laki mbili. Pumzika, ngojeni msimu mwingine, tutatafuta tafuta, atatafuta, tutatafuta, atakuwa anawapunguzia kidogo kidogo Una support kabisa kwa... Kwa kwa kidani. Akibaki ndani hela talipa vipi? Ahaminiwe atoke akatonyesha hizo vitu vyake vya thamani tuuze madalali, tupo free napigwa mnada kaa hasa. Unasemaje? Mimi oh. Kama picha ninayo, sio shida zangu, akikimbia ah, ah, ah, ah. Akapatikana airport. Wewe uogope <laughs> <laughs> <laughs> Eh, wewe fanya <coughs> kama ulikuwepo huyo mtu, lakini amekosea kusema kule. Mpenzi wa Mungu amekosea sana, sio binadamu na wala sio ungwana. hali ngumu juu Ramadhani ya mwaka jana, mwaka juu kwa tunaalikana, lakini Ramadhani ya mwaka uwezi, amini, amini, huu uweze amini, mimi mfutulisho huu nimepata kwa sakina ulioka ngali nali, amini mimi nakwambia, ile kwa watu wanaamini, kwa sababu mtu akisema kualike, una watoto watatu, dada yako marehemu amefariki kwa watiwa, kwa watoto wanne mmoja amejifungua naye ana watoto mapacha. We mwenyewe una wawili, una dada wa kazi haya shogako, akakuta mwenyewe ana watoto wake wanne, wanakuwa watu ngapi? Wengi. Mtu anakufutalisha hawezi, na tushukuru msikitini tunasema alhamdulillah. Kuna mida mingine mambo ya kiona mbaya, mnasikilizia tu azana, saa ngapi? saa kumi, bado masaa mawili, kumi na mbili mtu moja mkaswali na futali tena, huko huko unarudi nyumbani kwako, kama una kimchecho wako unapika daku, maisha yanaenda. Inaswi au haiswi? Si. Eh, eh, on kwa, Nicole, kuna kwa, Nicole, kwa kuna, kuna watu wanaamini kwamba Nicole niole kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanachangia wamemwangusha labda hawakulipa kwa wakati, kwa maana ameshindwa kuwalipa wengine. Sasa mambo yake si kwenye simu, mtandao ni mkubwa, mtandao uko lelelele, mtandao wa uyumbi yeah. Mambo kwa wakati, hela inavyotumwa hela ya kwenye simu yeah. Kwanza ukichelewesha unashushwa yeah. Sio hela kama kawaida ile kama kwenye kidaftari. Hela ya kwenye msimu mtandao mimi kuna watu wanacheza na nawajua, na muonaga mtu anavoa. Ikipita saa mbili na dakika tano. Utume 200. Madami, kuna mtu na hela yangu atantumia na shushua muda wote. Sio menelewa kama alikuwa mtu wa tano, alikuwa mtu wa saba. Unatakiwa utume dakika zile zile au uwai. Sasa kama mtu alikuwa anakupa kwa wakati, kwa nini wewe hela we, ameipeleka wapi hela yote hiyo? Watu hawajatoa majina si yanayo. Jamani, majina ya hapa. Uyu hajatoa na wiki hu hajatoa. Watu wanapiga bagen, itapatikana tu total. Turudi okay, kwanza kwenye timu yako eh, baada ya kugomea msema kwamba hamchezi tena na wao, wanataka mpangiwe siku nyingine mcheze. Je, upo tayari kuona timu yako ikicheza tena na Simba? Mimi niko tayari, niko tayari na tunapenda, si mimi peke yangu, kwa sababu Yanga na Simba kusema ule kweli, ndio timu kubwa hapa mjini na mikoani yote. Kwa hiyo watatuboa, yani watawakila watu kusema ule kweli, wakaye kama kuna kikao wakae, wazungumzwe mambo yakae mezani, basi ipangwe tarehe watu waingie mzigoni, lakini taarifa kilabu kwamba wanataka zile alama tatu za mezani wapewe na wahataki kicheza mchezo mwingine na Simba. Wewe unapingana na viongozi wako? Mimi yeah. Sipingani nao, lakini kwenye mkubwa akosei mkubwa pia anakosea. Kwa hiyo unajua, mashabiki ndio mnawavuruga. furaha yako ipo kwenye mchezo au kwenye alama tatu, mm? Furaha yako nio kwenye mchezo kama uone mkicheza au miulangu, nikiona mchezo alama tatu. Tukiongea tatu tatu, ni nini tatu? Jina la mtu au tatu namba? Habari mjini, ndio hiyo sababu watu wanaboreka Simba one na mbibu, Yanga kicheza mji unasisimka na talenta kwa maliza niko lelelele le, le, le. Mama kipenzi changu hapa wala mambo yako hot hot, fanya kama unaona. Mimi nikushukuru sana ah, asante nyuma. Na Isha Mashauzi yuko ndani naye, na timu la mata yupo naye, kachoka. Tungekuja naye tuje kumpa joto, sababu yeye mwenyewe ametupa ftari jioni kuja kumpa joto, akasema kachoka. Hivi unaweza kutarajia hata wachezaji watatu tu wa timu la mata walioko ndani hmm? Mimi baba anasema tu kunzima sababu unapotoa moja, mbili, tatu huo ni baba ifu wongo kweli. Timu. Timu. Yaani ni lamata tu. Nikizungumzia lamata naizungumzia kunzima. Sijui umeelewa kofia? Ni naomba nitajie ni basi timu uh, wachezaji wa lamata ambao wapo ndani wanapambana, wengine wako uwanjani, mambo ya moto fanya kama unaona, fanya kama ulikuepo uwanja wewe uogopi. Ile kushtuka tu bule, sishtuki, nitakutana nalo. Kuogopa neno la kwangu mwenyewe, naanzaje kuogopa neno la kwangu mimi mwenyewe, naanzaje kuogopa ile kushtuka? Sishtuki atasatiza usiku wewe, well, uogopi, nakwambia. Unalilia yako by force by king, nasubiri ushindi pate kuondoka na Kigoma. Asante sana ah, asante kaka.